Haya, uh, tutaanza moja ile ya kwa mfano, ile ya for example aa I want to remind you that uh,

kuna miradi yoyote wacheni ile kasumba. Ukisikia kuna mradi wa affordable housing, nenda ingia ndani. Ukisikia watu wanajiandikisha kwa SHA au ukasikia ah, SHA haifanyi, usidanganye bwana, yafanya, ingia ndani ukisikia kuna mradi wowote. Na ikiwa kuna tashwishi na ikiwa kuna, kuna wasiwasi wowote, kama ndugu yangu alivyozungumza hapa, mheshimiwa izuga twaweza, sisi tukaja tukawaelimisha zaidi tukawafahamisha zaidi tukawakinaisha zaidi tukawaeleza mtaweza kufaidika kiasi gani, na ili kusitokee sababu tukaambiwa bwana, miradi ya serikali imekuja, lakini watu wa Matuga, watu wa Kwale hawamo, hawataki. Mimi nikimalizia, nataka tu niulize swali moja. Ikiwa sisi hatutakuwa na viongozi wenye maono, mambo kama haya yaweza kutokea. Sijasikia, mimi nauliza, ikiwa sisi hatutakuwa na viongozi ambao wanaangalia maslahi yetu, mambo kama haya yaweza kuendelea. Sasa kiongozi aliojitokeza ni William Samoe Ruto, lau leo iwaja hapa, mungemwambia nini yeye eh? Mungemwambia yeye afanye kazi aendelee ama awache kuendelea, aendelee aendele ama asiendelee? Kiingereza, tunasema ni one term ama ni two term? basi mambo namna hayo na, na mwendelee kumwambia Mungu, manake ikiwa mtu anaweza kutuletea mambo kama haya na tukamweza kumwenzi, basi atatuletea na mengine zaidi kama tulivyoahidi ya kwamba hatutawaacha vijana wa taifa la Kenya. Rais William Samoei Ruto alitoa ahadi hiyo ya kwamba atahakikisha vijana wa Kenya wanapata fedha, wanapata usaidizi. Na nyinyi vijana wa Kwale, vijana wa Matuga, ni miongoni mwa wale vijana ambao wamebahatika na kutambuliwa na rais katika kufaidi mpango huu wa Nyota. Kwa hivyo nawahakikishia na ya kwamba wale ambao watafuzu katika mpango huu wa nyota wa thibitisho, naweze kufanya yale mafunzo ya siku tatu siku nne, bila shaka nawahakikishia mutapata fedha zile za shilingi hamsini mweze kujiendeleza katika biashara zenu. Tuko pamoja na mbali na hayo, kuna mradi mwingine unakuja tena wa single mothers na young mothers. Kwa hivyo wale ambao hawatapata leo na ni young mothers, msivunjike moyo katika miezi ijayo tutazindua tena mradi mwingine kama huu huu, lakini target ya kina mama na wasichana wenye watoto wenye umri mdogo, na nitakuja tena hadi hapa hapa niwaelimishe ili mweze kupata. Tuko pamoja. Mimi kama afisa wa masuala ya vijana, siwezi kusimama nikawambia vijana wa apply kitu ambayo sijahakikisha kwamba iko legitimate. So nawahimiza tu wakipata, wakisikia kitu kule nje, ni waje kwetu tujaribu kuhakikisha kama ni ukweli ama ni kitu ambacho si cha ukweli. So wakisikia opportunities, let them take it even if the numbers ambazo tutachukua katika ward ni kidogo. Hujui bahati yako iko wapi. Hata kama ni wale 70, you might be in those 70. So we are encouraging them waendelee kuchukua opportunities kitokea wajiandikishe. Sasa zoezi alijakuwa rahisi, limekuwa gumu kiasi kwa sababu kama nilivyosema vijana wamekuwa wengi, kwa hiyo msikomano msiko na mvutano kidogo au kufanya mambo yawe rahisi, lakini matarajio bado ni yako juu, kwamba kila kijana na matarajio kuwa atapatiwa pesa zile ili ziweze kumsaidia katika biashara yake ambo kwamba yeye mwenyewe ame, ametaka ama amejiandaa kuifanya. Nitapendelea kusema tu serikali iwaangalie vijana kwa sababu wamejitokeza, na mpaka leo kama kila kijana ameamua kufika hapa kumaanisha yuko tayari na amejitolea katika kufanikisha biashara zake ambazo kwamba amejipanga nazo na. Mimi napenda sana kazi yangu na ndio maana niliposikia kuwa kuna support ya kuwa mayuto wanasapotiwa katika biashara zao nili, nili apply, kwa sababu nilijua huenda ikanisaidia na naimani pesa itanisaidia kwa sababu ni pesa ambazo ya serikali walitutengea kwa ajili ya sisi wanabiashara ama kwa ajili ya sisi vijana, na naimani vile ambavyo vijana tumejitokeza kwa wengi tutasaidika insha inshaallah na pia naomba kuambia wale vijana ambao hawaja apply ama hawajashiriki katika zoezi hili, wawe na moyo ama vijana wajitume, ndio endapo siku nyingine tutokea tena siku kama hii, waweze kujitolea na insha allah wanaweza kupata.